riu kanyari noria ni ithe wa ski na dani ni ethite ni icio kinyaniria na agakorwo akiaririria mwerekera uria megukorwo makioya wigie ciana nigetha mamenye nigukorwo ugikarana ciana icio oho nigukorwo giguthathaurira makiria uria Bishop Ben arikitie gukorwo akiaria

Muthia we niwe ithe wa ciana na niwe ukoretwo ugici provide kindu giothe kuma school fees na mabataro maria mangi. Koguo marikia mourning process ni egukorwo akioya ciana ciake. Kanyari oho ni athire na mbere na gukorwo akiuga ni aguriire ciana ciake nyumba kuria mwena wa Runda na iria megukorwo magiikara murata rata wa hakuhe muno no wa beti bayo wetagwo shiro nori wikaraga kuri mwena wa wa UK ni okete guko furori ne wa Kenya nigetha akoro akinyitirira aki nyitirira ciana icio no indi mu thenya wo u mu thi ni akorirwo agi thii kuri mwena wa airport na ciana ciake na tuona na dani me make mwira goodbye na shia na wa janyarari akiuma ho ni getha akoro aki umi riria ciana icio

Kuria muthenya wa umuthi Kanyari ni athii kuria nendaini na akorwo akiandika ndumiriri haria onekete we arenda o thayu na akorwo akinengerwo ciana ciake na thayu. Andikite atirira, everything will fall into place when the right time comes but for now let's maintain peace and tranquility. Let's not spice up any war for the sake of the kids. They have seen and heard enough all since the departure of their mom. Let's let them rest. Uguo niguo Kanyari augite akiuga ni akugeria muno gukorwo aki maintain peace for the sake of kuona ciana icio ni cionete maundu maingi muno kuma mathika mamu wao oho. Kanyari ni acoka arumaniriria na meari eno reke gutigire weiguire. So siwezi kumsahau yeye, na napea heshima kule alikuwa ameolewa, napea heshima huyo mzee ambaye alikuwa na yeye. Hakuna mahali nimemuingilia, hakuna mahali nimepigana na yeye vita sijakimbizana naye kuhusu watoto, namruhusu kwanza amon halafu nitampigia simu aniambie what next. Sitaki kuanza vita na nguvu, kama vile social media wanataka tuanze vita na nguvu. I don't want to fight that man. Ajua na amon, which I don't know, maana siko karibu naye but I don't know his heart, sijui roho yake. Lakini kwa sababu alikuwa mke wake, najua Anamon awale watu ambao wanaweza kusababisha asikie roho yake, pengine iko nzuri. Ni watoto wangu, akiwa karibu na yeye, so that's why I'm not reacting. Sasa kuchukua mimi, nimeona kwetu watu wakipigania wanawake na mabibi, but me I don't want to fight.

Riu Bishop Ben no ria ni Bishop wa kanitha wa JCM ni arikitie gukorwa akiaririria rwimbo ru na maudu maria arikitie gukorwa akiuga ni maudu adu matarerigereire kuona Bishop Ben ni etikiranitie na Ng'ang'a wa Kabare akiuga ni makanitha gutire ngai

alias na mr mwangi methe kaunta. maige harĩa na mamĩkĩre njohe no ĩgũrwo e na matikue dj ũyũ witũ ahũre nyembo cia mũthũngũtho onake ndangĩkua na, na spike ici itingĩrega kũina toni cia kanitha nĩ ithuĩ tũcituaga itho cia ngai hĩndĩ ĩrĩa kũrĩa babiloni merirwo mainĩre andũ acio nio magiririe inanda ciao cinire andu acio no mangiatuire itua ria kuina ni cingeinire nyimbo icio nomakiuga inanda citu ni cia ngai magicicuria ni ithui tutumagaga koko kugie na ngai na twaiguithaniria kanitha utige guturwo ni rwimbo ru uthi wiikare thi kanitha wiurie kiuria nikikiratuma gutuike utiri ngai no ningenagira ngai